Watu wamenifuata inbox wakasema what if mimi siwezi kufanya live presentation ya product zangu. Sasa nataka mrealize kitu kimoja, dunia ya sasa imebadilika, marketing inahitaji uwe very aggressive. So chukulia mfano, kuna maduka mawili yako kwenye shop line moja, yote yako barabarani, lakini huyu mmoja, yeye ameamua kwamba Uh, asubiri wateja wanaopita barabarani pale ndo aingie dukani kwake, ama apate wateja wameona kitu kwenye social media yake, yani meaning, amepiga tu kiatu picha nzuri, amekiweka pale halafu. Huyu mwenye duka lingine uh, kwa sababu wote wanauza viatu vya wanaume uh, leather, raba za kawaida, sneakers hizi um, suede, huyu mwingine ni aggressive marketer. Yeye ana anachofanya anatengeneza content kwa ajili ya viatu vyake, meaning anawaambia wateja, suede hii ukinunua hii kiatu cha suede unatakiwa ukioshe kwa kutumia hii foam, usioshe kwa kutumia sabuni ya unga, osha kwa kutumia hii foam na kianike kwenye hewa ili kikauke naturally. Ukiwa na raba hii nyeupe ukifua, uh, fua kwa kutumia hii dawa usitumie hiki na usianike kwenye jua kwa sababu hii, hii gundi iliyo kwenye raba huwa baada ya muda inabanduka kwa sababu ya kuanika kwenye jua. Kuanika kwenye hewa, na wakati raba unayanika funika na tishu, ili kama kuna eni uchafu ulibakia wakati umesafisha ufyonzwe na ile tishu, ili usitengeneze michirizi chirizi. Ukiwa na leather shoe fanya hivi na vile. Huyu ni aggressive competitor naomba nikuambie, baada ya muda utashangaa wateja wanapita duka lako wanaingia kwake, wanatoka mbali wanamfuata huyo aggressive competitor. You know why? Kwa sababu yeye anawapa an added advantage, anawapa something extra ambayo wewe mwenye duka la pembeni hufanyi. Yeye anawapa sababu kwa nini waje kununua kwake, kwa sababu kwake hawapati tu ile bidhaa, wanapata mm taarifa sahihi kuhusiana na utunzaji wa viatu. So tuwe aggressive competitors, tuwe aggressive marketers, kwa sababu dunia ya sasa ukiwa na added advantage ndo watu watakuja kununua product kwako. So hakikisheni mnatengeneza content ili kuweza kuwavutia wateja wenu. As usual kwa wale wanaotaka kujifunza affiliate marketing Please comment hapo kwenye comment section, yes, ili niweze kukupa taarifa zaidi.